Kutoka kumi na nne, kumi na nne, inasema Bwana atawapigania, nani mtanyamaza kimya. Kumbe mkinyamaza kimya, mnaruhusu Mungu atende kazi, afanye operation kubwa kwenye maisha yako. Haleluya! nani mtanyamaza, Bwana Mungu atawapigania kwa Bwana Yesu. Ana, anapendezewa na mtu mwenye kunyamaza kimya. Unajua wewe oh, uliokoka, kuna wakati wa kusema na wakati mwingine sio wa kusema. Haleluya, kuna wakati wa kuongea na kuna wakati wa kutokuongea. Haleluya, na tutamea ni kwamba kuna wakati ambapo hatupaswi kuongea, tunaongea tuchie, kwamba iko faida mtu pale anapokuwa anakitawala kinywa chake. Haleluya, katikati ya maneno mengi Haleluya, unaponyamaza unampa Mungu nafasi ili kwamba akupiganie katika vita yako. Haleluya, kumbe unaponyamaza ni nafasi unampa Mungu opportunity, unampa Mungu nafasi ya kuanza rasmi kuyapigania maisha yako. Haleluya, ila pale ambapo unapozidi kusema wewe mwenyewe aunyama unamzuia Mungu kuingilia kati, aupi Mungu nafasi ya kufanya jambo lake lonalo juu ya maisha yako. Haleluya kanisa, ko kunyamaza kuna faida kwa mtu yeyote aliyeokoka. Haleluya, haleluya. Unaponyamaza unaonesha kuwa una imani kwa Mungu anatosha. Haleluya, unaponyamaza inaonesha kwamba una imani ya kwamba Mungu wako anatosha. Haleluya, aweza kukusaidia Nyamaza bwana Yesu haleluya. Hautetei kwa maneno yako mengi haleluya, bali kwa mkono wa bwana mwenyewe haleluya kanisa. Na faida ya pili, faida ya pili, unazuia dhambi ya ulimi haleluya. Unazuia dhambi ya ulimi, bwana Yesu asifiwe, haleluya. Unazuia dhambi ya ulimi, waya Yakobo moja kumi na tisa asikia mtu na awe wepesi wa kusikia bali si wepesi wa kusema wala kukasirika. Uwe wepesi wa kusikia, kwa Mungu anatuambia tusiwe wepesi wa kusema na kukasirika, tuwe wepesi wa kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yakobo 1:19 kumi na tisa. Namba tatu, unamwiga Yesu Kristo katika mateso yake. Yesu al alidhulumiwa hakulipa kisasi, haleluya haleluya. Isaya 53:7 haleluya alionewa lakini alinyekea, wala hakufunua kinywa chake. Haleluya, ali alionewa lakini alinyekea. Haleluya, alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Haleluya, unamshinda adui bila vurugu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anachekelea pale unapolipiza kisasi. Haleluya, kumbuka Unapokuwa unanyamaza kimya, unamshinda shetani bila vurugu. Haleluya, unamshinda unampiga shetani. Haleluya, furaha ya shetani ni pale ambapo unalipiza kisasi, ili apeleke mashtaka. Haleluya, maana mshitaki wetu ndio huyo shetani. Kwaio unapokuwa unalipa kisasi, unampa shetani loophole, unampa nafasi ya kueta, ya kuendelea yako Unaponyamaza kimya unamfukuzia mbali shetani kuondoa aibu mbele yako. Haleluya, kanisa, jifunze kunyamaza kimya. Sio kila mahali unapasa kuongea, lakini unaponyamaza kimya adui anakosa nguvu. Haleluya, unaponyamaza kimya adui anakosa nguvu. Petro kwanza mbili kumi na tano. Bwana Yesu asifiwe. mema msibe msibe vinywa vya uchinga kwa kutenda mema msibe vinywa vya ujinga. Haleluya, haleluya, vya kutenda vya watu wa pumbavu. Haleluya, kwa kutenda mema msibe vinywa vya wajinga wanaotenda maovu. Bwana Yesu asifiwe. Kunapotenda mema unaziba vinywa vya wajinga Haleluya, unapotenda mema unaziba una, una, una vinywa vyao. Haleluya, unaponyamaza, Bwana Yesu, nini, nyamaza, unaruhusu nguvu ya Mungu kutenda kazi na unamshinda Shetani ambaye yamkini alitaka yatawale maisha yako akuonee. Unaponyamaza kimya, kwa nafasi ambayo unamwachia Mungu anaingilia kati, vinywa vyao vinazibwa. Haleluya, havitakuwa na nguvu ya kuinuka dhidi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kunyamaza kimya iko nguvu, na kunyamaza kimya. Haleluya, unatoa nafasi, nafasi ya loo Mtakatifu haleluya, kukutuliza haleluya. Unako unaponyamaza unatoa nafasi ya loo Mtakatifu kukutuliza. Bwana Yesu asifiwe ta Mungu. Wewe nini mcha Mungu uliookoka ujifunze kutumia kinywa chako vizuri, panapo bidi kunyamaza Wakati mwingine umpa shetani nafasi ya kutawala kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Ah, tawala kinywa chako, anakuonea oh. Wakati mwingine maneno mengi yanachafua moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kunyamaza, jifunze kunyamaza. Unaponyamaza unamruhusu Mungu afanye jambo kwenye maisha yako, unaruhusu nguvu za Mungu kutawala maisha yako.